Sipendi kazi za kuajiriwa ni kwa sababu yani mimi sipendi kukontroliwa, yani ile ya kwamba kuna atini kwa ni kama niko na boss, yani mwenye ananicontrol venye nafaa kufanya kazi, huwa sipendi hiyo kitu mazee. Nachukia ni nachukia kukontroliwa, na nachukia ile kupangiwa time ya kufanya kazi, yani atini ambue ni unaona kama ile kurauka asubuhi na mapema. Of course, mimi mwenyewe ndo nataka nijichagulie. Kama mimi mwenyewe ndo nimeamua nataka kurauka, nitarauka hiyo siku, kama hiyo siku nataka kulala, ndalala I feel like nataka tu nifanye kazi yenye naweza kujiajiri mimi mwenyewe na mimi ndo najipangia kila kitu. I, I am planning the schedule na hizo marutin zote mimi ndo najipangia mwenyewe. Sipendi kucontroliwa man no. Yaani, kucontroliwa ndo sitaki, ndo maana sipendi kufanya kazi za kuajiriwa. And it's nothing wrong kama kuna mtu anaangalia hii video yangu ni mtu mwenye ameajiriwa, it's fine kama unataka kufanya hivyo, wewe fanya. But I feel like for me and I'm pretty sure kuna watu wengine pia wenye wana wana feel the same same way because kuna watu wanafanya kazi za kuajiriwa, na mtu anakuwa anaishi maisha miserable, because anahisi I'm putting so much effort to work for this person na ni dream ya mtu mwingine. Unafanya mtu mwingine, unafanya kazi una put effort na bidii kwa dream ya mtu mwingine, lakini wewe yako, mambo yako yanakaa ile, zile vitu zenye unaazimia kuzifanya, ama pengine ndoto zako zinakaa tu kama zimelala. You know, ndoto zako yani wewe hujazitimiza but sasa unaishi maisha yenye yani ni kama huyate. Yani unaishi maisha mabaya yenye hujawahi kuazimia kuhu, kuhu, yani so, yani, I think kuna watu wengine wanafanya wa kazi za kuajiriwa na wanapata pesa bidii nyingi na pesa unapatiwa na unapata na pesa, una like yani unapata pesa kidogo sana, pesa kidogo sana na ile bidii yenye unafanya ni nyingi yani kushinda ile pesa yenye unapatiwa. Sasa so, like mimi nachukia kazi za kuajiriwa because hata pia kuna limit ya kiwango chenye unapata pesa, but kama unajifanyia mwenyewe kazi, wewe ndo ni boss, when you make yourself a boss ama unajifanyia kitu yako inakuwa tu fit, kwa sababu hakuna mtu mwenye anakupangia kiwango cha pesa yenye utatengeneza. Unaona kama hapa kwa hii platform ya YouTube, hizi videos bado zinaendelea kupata views hata mimi sasa hivi, ama ukiangalia channel yangu sasa haina views nyingi, but unapata hizi videos next year ama pengine next month unapata nini, ni vitu zenye zinaendelea tu kupata views kila time. Na hiyo ni pesa. Pesa yangu haina limit hapa kwa hii platform I can create many channels as I want to, na sasa hii ndo section yangu ya kujifanya kama boss kwa sababu ndo na control kila kitu, mimi naweza amka usiku nikafanya and so unaona kama sasa niko huko out, outside here, niko huko kwa msitu huko nataka tu observe nature, no? Najua inakaa weird kwa kwa sababu niko kwa vichaka lakini mimi ndo na enjoy kuishi maisha namna hii. I mean, the next day naweza kwa mahali tu kuna kaa venye kuna kaa kwenye city, but sometimes na, na, na enjoy hiyo hiyo nature na najua ufanye vitu kama hizi sasa. So unaona mimi naishi maisha tofauti na wewe, mimi naishi maisha tofauti na wewe. I mean niko tu simple. Sasa nikaanza kwamba na flex but I enjoy everything, I enjoy the nature. Nasikia tu hizo makelele za ma ma vindege zinalialia, unaona? Sasa ni asubuhi ma, ma, zinalia, lia. So I think pia I think ni ile pia venyewe mwenyewe ni kama ni maamuzi yako umejiamulia kama ni kazi ya kuajiriwa na unalipwa vizuri ni sawa, but pia mwenyewe ndo unakuwa unajichagulia, but kama ni zile za kukontroliwa man, mpaka yani unakuwa ni kama ni mtumwa. Unajua, hiyo kukontroliwa ndo mimi sipendi, because unakaa kama ni mtumwa like you're you're becoming a slave each and every day, unakuwa wewe ndo ni slave wa huyu slave wa huyu boss, na afu unajua mabosi siku zote huwa hawana shukrani, hata ukaput in effort kiasi gani pengine unafanyia mtu kazi alafu uput in hiyo siku upate profit nyingi kiasi gani, hata ukimpatia ule bosi atakwambia tu saa endelea like they they they they never appreciate. Maboss wa kawaida wa appreciate mazee, because wanataka tu endelea tu kutumisha kazi tu siku zote. Na sasa, mimi ndo sipendi, mimi sipendi kazi za kuajiriwa kwa sababu ya hivyo man. Hata afadhali tu niji nijifungulie kazi yangu mwenyewe ndo niko nayo, yani I, I feel like ni freedom. It's all about freedom kwa sababu ukiangalia sana hii, ukifanya mtu mwingine kazi ni kama umesel freedom yako kwa huyu mtu, na time yako ndio sasa yule akulipa. Anakulipa kwa sababu ya time yake. Hawezi fanya hiyo kazi, ndio maana amekuajiri wewe. Yeye anaenda fanya shughuli zingine. Bado ana chase dreams zake. Wewe unakaa pale unafanya kazi, alafu yeye anaenda chase vitu zingine kubwa, kubwa. Alafu yeye anakulipa pesa kidogo kwa sababu ya time yake. Unaona? Sasa, in, in short, ni kama unapeana na ile nguvu yako, leba, unapeana na time yako, unapeana na ile freedom yako kwa huyu mtu, then ndo anakupatia pesa, alafu wewe unamfanyia kazi na ana shukrani siku zote. Hata ukafanya kazi na bidii kiasi gani, hata kama utafanya kazi kama robot, the bosses they never appreciate your effort bro. Wao watakuona tu pale unafanyizo mavitu zako na appreciate and that's one thing bro, kazi za kuajiriwa ziko na ziko na challenges zake na changamoto zake. But pia kama umeamua, hiyo ndo ni choice yako, unalipwa fit na umeamua tu, unaishi au maisha ni sawa, but kuna watu wengine kama sisi tunataka kucheza dreams zetu you know